Pendwa mtazamaji na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, karibu sana katika kipindi cha maswali ya usioimani. Leo hii utakuwa nami Shemasi Elisha Mdeba, na swali litahusu malaika wabaya. Naomba tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Roho mkuu mfariji mwema mwenye kila kitu chema, uje kutuangazia na imara kututia tuyasikie mafundisho tuyashike mpaka mwisho. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Swali letu linahoji hivi: kama malaika wabaya baada ya uovu wao walitupwa motoni kwa milele, je, kazi zao hasa ni zipi, na tena wanawezaje kutudhuru? Hii hali wametupwa katika moto wa milele? Ndugu zangu wapendwa sana, wana wa Mungu, ni kweli kwamba malaika wabaya baada ya uasi wao walitupwa katika moto wa milele. Hata hivyo, pamoja na kuwa walitupwa motoni, bado malaika hao wabaya wanao uwezo wa kutuzuru sisi wanadamu. Ni kama vile walivyo malaika wema wanavyofurahi na Mwenyezi Mungu katika ufalme wa mbinguni na bado wana uwezo wa kutulinda, kutuongoza, kutuombea, kumsifu Mungu, lakini pia kuendelea kutangaza ujumbe wa wokovu wetu kwa njia mbalimbali. Vivyo hivyo ndivyo malaika wabaya ambao wametupwa motoni wanavyoweza kutupotosha, lakini pia kupandikiza maovu katika ulimwengu na kusababisha mauaji. Malaika hao wabaya ndio mashetani au kusema shetani ndiye malaika mkuu mbaya kuliko wote. Ukisoma katika Waraka wa Kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya tano aya nane mwandishi anasema muwe macho, kesheni, maana adui yenu shetani huzunguka zunguka kama simba ngurumaye akitafuta mawindo. Hapo utagundua kwamba kumbe shetani halali wala atulii, anahaha mchana na usiku anatafuta watu wa kuwapotosha na kuwaangamiza wateule wa Mungu kimwili na kiroho. Shetani siku zote anatafuta kuharibu kazi ya ukombozi wetu, anatumia mbinu mbalimbali ili kutekeleza azima yake mbaya. Huyo mwovu atakuja kwa nguvu za shetani na kufanya kila namna ya miujiza na maajabu ya uongo na kutumia udanganyifu wa kila namna kwa wale walio katika mkumbo wa kupotea. Tunasoma hayo katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya pili aya ya tisa mpaka aya ya kumi. Miongoni mwa kazi za shetani au za malaika wabaya ni hizi zifuatazo. Kazi ya kwanza, shetani ana kazi ya kuwapotosha watu. Shetani ndiye mshawishi na mlagai mkuu. Kazi yake kubwa ni kupotosha watu ili wamwasi Mungu. Hana aibu kamwe anadiriki hata kumjaribu Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kisoma katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya nne aya kwanza ya kwanza Injili ya Marko sura ya kwanza aya ya kumi na tatu Injili ya Luka sura ya nne aya ya kwanza mpaka aya ya kumi na tatu Katika nukuu hizo za maandiko matakatifu, Ibilisi anamshawishi Yesu na kujaribu kumpotosha ili asiwe mwaminifu katika utume aliopewa na baba yake, Baba Mungu mwenyezi katika jaribu la kwanza Shetani anamlagai Yesu atumie uwezo wake wa kimungu ili aweze kujinufaisha yeye binafsi. Anaambiwa, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya ili yawe mikate. Injili ya Mathayo sura ya nne, aya tatu. Yesu anajibu kuwa utume wake unachukua umuhimu mkubwa zaidi kuliko mahitaji ya kidunia. Katika jaribu jingine, Shetani anataka Yesu afanye maajabu ili aweze kuvuta watu wengi kama mashabiki, Injili ya Matayo sura ya nne aya ya sita Anamwambia Yesu kwamba ajitupe chini ya mnara mrefu sana e, ili aweze kuona kama mwenyezi Mungu anatuma malaika waje kumwokoa Yesu. Anasimama imara na kupuuza kabisa hila za Ibilisi kwa kumwambia, usimjaribu Bwana Mungu wako, Injili ya Matayo sura ya nne aya ya saba katika kishawishi kingine, shetani anajifanya ndiye mfalme wa ulimwengu wote, eti ana uwezo na mamlaka juu ya watu wote na mamlaka zote. Anaahidi kumpa Yesu miliki zote ikiwa atakubali kumsujudia. Ama kweli, Ibilisi ni baba wa uongo, mlagai, na ulagai huo unapingana wazi wazi na utume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu hakuja kusimika utawala wa kidunia, ndio maana wakati mwingine anasema, ufalme wangu si wa ulimwengu huu tunasoma katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura 18, ayas, ya kumi na nane aya thelathini na sita. Kazi nyingine ya shetani au malaika wabaya e, ni kupanda magugu ya uovu. Shetani ndiye anaondoa mbegu ya wema, mbegu njema ya neno la Mungu kutoka katika mioyo ya Wakristo na kupanda roho ya ubaridi na utepetevu ndani mwetu, ili tupuuze habari njema, tusiisome, tusiitafakari hatimaye tusiishi kwa uaminifu. Ibilisi ndiye anayepanda mbegu mbaya za uovu, za chuki, fitina, wivu, uzushi, kashfa, uasi, ulafi, hasira, ulevi, matusi, ugomvi na mengine mengi yanayofanana na hayo. Tusipokuwa macho, tutashtukia kuona magugu yameshashamiri katika shamba la Bwana. Shetani anatafuta sana kuwayumbisha na kuwapepeta sana hata viongozi wa kanisa, maaskofu, walimu maarufu wa kanisa, wanateolojia wakubwa, mapadre na watawa, ili watetee uasi, watumie madaraka yao na uwezo wao, e, kuanzisha vikundi mbalimbali mbali vya ibada au vya dini vinavyopingana na imani ya Kanisa Katoliki, ili waunge mkono vitendo viovu vya kuzuia mimba, wakati mwingine na utoaji wa mimba, lakini pia anakazania ili kuhalalishwe kwa watu wa jinsia moja kufunga ndoa zikubalike kisheria. Hayo tunasoma pia kupata nukuu katika Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya ishirini na mbili aya ya salasini na moja. Shetani anafanya hayo yote kwa ujanja mwingi, ili asitambulikane kwa urahisi kama anavyotuonya Mtume Paulo akisema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujizingizia kuwa ni malaika wa mwanga. Eh, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kumi na moja aya ya kumi na nne. Huyo Ibilisi ndiye anayewalagai mamilioni ya Wakristo duniani waweze kufuata mafundisho ya uongo na potofu yanayosambazwa na wapinzani na wafitini wa kanisa la kweli la Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, tujihadhari sana na vikundi vya dini vinavyozuka siku hizi, hasa dini ambazo zinaabudu mashetani. Shetani ni mwelevu, hivyo tunahitaji tujikaze na kujiandaa kikamilifu kiimani tuweze kumshinda. Kazi nyingine ya mashetani au malaika wabaya, kazi ya tatu ni uuaji. Mungu alimuumba binadamu ili ashiriki furaha na heri ya kimungu milele, lakini ibilisi baada ya kumwasi Mungu alioonea wivu wanadamu, aliona ni kwa sababu gani wanadamu wafaidi heri ambayo yeye mwenyewe shetani ameikosa milele. Tangu hapo shetani alitangaza vita dhidi ya wateule wa Mungu. Anatafuta na kutumia mbinu mbalimbali ili kuwaangamiza wanadamu. Ibilisi anawaua watu kwa kupofusha dhamiri zao, kuwaingiza katika uovu na maasi mbalimbali. Mtume Yohane anatukumbusha kuwa watu wote watendao maovu na ambao hawataki kutubu ni watoto wa shetani, akisema, lakini atendaye dhambi ni wa ibilisi maana ibilisi ametenda dhambi tangu mwanzo. Waraka wa Kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote sura ya tatu aya ya nane. Juhudi za shetani za kutaka kuwaangamiza wateule wa Mungu bado zinaendelea hata hivi leo. Wakati wote kuna vita kali sana kati yetu sisi na nguvu za giza. Mapigano hayo yaliyoanza e, na, na uasi wa Lusiferi malaika mkuu, yataendelea hadi siku ya mwisho wa dunia. Sisi sote tumeingizwa katika vita hiyo, lazima tujifunge mkanda kupigana kwa dhati dhidi ya shetani na jeshi lake la uovu. Peke yetu sisi kwa nguvu zetu hatuwezi. Kwa sababu hiyo, mwenyezi Mungu, Mungu wa huruma na upendo, kwa upendo wake mkubwa, anamtuma mwanaye wa pekee, mwanaye mpendwa, kamanda na jemedali wetu mkuu katika vita hii. Kwa uongozi wake tuna hakika ya kushinda katika mapambano hayo magumu. Mungu akiwa upande wetu ni nani atakaye tupinga? Mtume Paulo kwa kwa Warumi sura ya nane aya thelathini na moja. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa sana, ninapoelekea mwishoni mwa jibu la swali letu linalohoji hivi, kama malaika wabaya baada ya uovu wao walitupwa motoni kwa milele, je, kazi zao kubwa hasa ni zipi na wanawezaje kutudhuru sisi wanadamu? Naomba tufahamu kwamba maadamu Kristo anaishi katika kanisa na kufanya kazi pamoja nalo hila za shetani e, za kutaka kuharibu mpango wa Kristo na kazi yake zinaendelea. Bwana wetu Yesu Kristo alitambua hali hiyo, kwa hiyo akaahidi kwamba yeye mwenyewe atakuwa pamoja na wafuasi wake siku zote, akituongoza na kutulinda. Yesu mwenyewe anasema nami nipo pamoja nami siku zote, naam mpaka mwisho wa nyakati. Injili ya Mathayo sura 28 aya 20. Sisi tunaomwamini Kristo na ujumbe wake hatuna sababu ya kufadhaika na kutishwa au kukatishwa tamaa na hila za ibilisi. Shetani hawezi kufanya lolote ikiwa sisi wenyewe kwa hiari yetu hatumpi nafasi ya kutekeleza mipango yake ya uovu ndani yetu. Basi ndugu zangu, kama Kristo mwenyewe anatulinda hivyo, kwa nini sisi tumpe shetani nafasi ya kutawala, kutudanganya, kutupotosha eh? Basi wote kwa nia moja tuungane na kuandamana na Yesu Kristo, jemadari wetu katika vita dhidi ya ibilisi, kwa sababu Mungu ni mtetezi na mlinzi wetu. Hakuna kinachoweza kutudhuru kama anavyotuasi, wanavyotuasa Mtume Paulo akisema, Mungu akiwa upande wetu ni nani anayetupinga? E, Mtume Paulo kwa Warumi e, sura ya nane aya thelathini na moja Kumbe jibu lake tunaweza kusema hakuna hakuna hata Ibilisi hawezi hata kidogo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ulikuwa nami e, Shemasi Elisha Mdeba nikijibu swali kutoka hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho. Naomba tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tunaukimbilia